Hello everyone, kwenye somo hili tujadili vyakula hatari kumi ambavyo sio rafiki kabisa kwa afya ya figo yako na hasa kama uko kwenye kundi la watu wenye riski ya kupata matatizo ya figo kwa, kiwa, kwa, kwa, kwa, kwa urahisi zaidi. Ah, napozungumzia wa watu walio kwenye riski ni pamoja na watu wenye pressure, watu wenye uzito mkubwa watu wenye matatizo ya mvulugiko wa homoni, lakini watu wenye matatizo sugu ya maambukizi kama vile UTI na matatizo mengineyo ya zinaa. Kwa hivyo hivi vyakula unapaswa kuvitumia kwa uangalizi mkubwa sana, na kuna baadhi ya vyakula utaki kabisa kutumia kama una mbadala mzuri na sahihi. Chakula cha kwanza ni chumvi nyingi. Chumvi siyo chakula kizuri hata kidogo. Kwa hivyo matumizi ya chumvi ni hatari kwa afya ya mwili na afya ya figo kwa ujumla, sababu chumvi inaathiri uh, ile shinikizo la damu la mwili. Kwa hivyo kuwa makini sana, kwa sababu shinikizo la damu ni moja kati ya vitu vinavyoongoza kwa kusababisha matatizo ya figo. Jambo lingine ni sukari nyingi. Sukari nyingi inaweza kuumiza figo moja kwa moja kwa kusababisha overload ama overweight ya figo lakini pia sukari inaweza ikakusababishia matatizo ya shinikizo la damu, matatizo ya kisukari, matatizo ya uzito mkubwa ambayo yote uh, direct au indirect yanasababisha matatizo ya figo. Chakula kingine ni nyama nyekundu kupita kawaida, hasa ile inayokuwa na mafuta mengi. Nyama nyekundu ni nzuri, lakini takiwa ule kwa kiasi, kwa sababu ni chanzo kizuri sana cha iron. Lakini inapokuwa too much unasababisha kuingiza uh, sumu hasa inayokuwa imeambatana na mafuta mafuta yale ya wanyama. Unaingiza sumu kwa sababu kwenye mafuta ndimo uchafu wa aina nyingi sana, kemikali na uchafu wa kila namna, sumu zote za mnyama zinapohifadhiwa. Kwa hiyo unapokula mafuta ya mnyama, ujue kabisa unatumia au unakula hifadhi ya sumu na uchafu wa aina zote ambao mnyama anakuwa anauzalisha ambao haukutolewa nje ya mwili wa mnyama. Kwa hivyo unapotafuta nyama, basi tafuta kula nyama nyekundu ambao ni high quality na huwa unakula kwa kiasi, kwa afya, na usitumie nyama nyekundu yenye mafuta. Chakula kingine ni vyakula zile tunanasema, grilled and smoked food, grilled and smoked food, mara nyingi hivi vyakula huwa vinawekewa kemikali ndani yake. Unaweza ukavikuta kwenye makopo vinakuwa uh, na kemikali nyingi sana, ambazo kimsingi hauzihitaji na hizi kemikali zikifika mwilini zinaweza zikasababisha changamoto, ikiwemo sodium ambayo inakuwa too much, inasababisha matatizo ya figo ya moja kwa moja au matatizo ya mzunguko wa damu. Chakula kingine ni vyakula vyenye kiasi kikubwa cha phosphorus, phosphorus kwa maana hasa hasa Hizi soft drink vinywaji mbalimbali vi vya soda, juisi, bia na vinginevyo vi vinakuwa na hizi kemikali za phosphorus, lakini pia tuna bidhaa za maziwa dairy foods, bidhaa za maziwa za viwandani zinakuwa na kemikali nyingi sana ambazo kimsingi hazihitajiki mwilini. Kwa hiyo unapotumia hivi vitu, unatakiwa uweke kichwani kwamba kuna hilo changamoto na unatakiwa kuwa navyo makini. Vyakula vingine tuna, tunai, ni hizi tunaita fast food, vyakula ambavyo unaweza ukafika sehemu ndani ya dakika kumi, kumi na tano kimeshakuwa tayari unatumia asasa chipsi labda au kuku wa kukaanga asasa wa broiler. Kimsingi sio vyakula salama, kwa sababu kwanza vinajazwa mafuta ambao ni low quality lakini pia vinajazwa chumvi na vitu mbalimbali mbali. kuna yale makemikali ambayo yanatumika kwenye rangi zile ukuta nyama ime... haya makuku ya sasa hivi ya kisasa yanajazwa zile rangi, zile rangi zote ni kemikali ambazo mwili wako hauzihitaji. Kwa hivyo unatakiwa kuwa makini sana unapotumia vitu kama hivi hapo. Chakula kingine ni kahawa na vinywaji vyenye kafeini. kwa hivyo Unapotumia kahawa basi jitahidi kuwa smart. Tumia kistaarabu. Kahawa ni nzuri sana na faida nyingi sana mwilini, hasa kwenye mfumo wa mzunguko wa damu, lakini unapaswa kuwa makini. Tumia high quality kahawa na iwe ni kahawa natural, usitumie kahawa hizi ambazo tayari zimeshachakatwa, zimeongezewa vitu ambavyo havistahili kuwepo. Lakini pia vinywaji vyenye kafeini, mfano vinywaji vya kuongeza nguvu kama vile energy drink kuna baadhi ya pombe pia sio vyakula salama kwa sababu vinachosha figo na kuchosha mwili pia kwa ujumla. Chakula kingine ni pombe. Pombe ni chakula lakini pia ni dawa, kwa hivyo pombe inaathiri mwili wako katika kila namna unawezania wewe. Kwa hivyo pombe sio salama bila kujali ni kiwango gani, kwa sababu mdogo mdogo anasema Haba na haba hujaza kibaba. Kwa hivyo hata pombe zako unatumia saizi, unaona mambo yako safi, lakini baadaye umeshafikisha miaka kadhaa, ndio unaanza kuona changamoto, na unaweza usigundue, kwa sababu mbona mimi pombe ni chawai niliacha mapema sana, lakini vitu ambavyo vinatokea taratibu sana na baadaye vinakuja kukuletea changamoto. Kitu kingine ni matumizi holela ya dawa, kitu ambacho ni cha kawaida sana kwenye nchi za Afrika ikiwemo Tanzania elimu ya watu kuhusu dawa ni ndogo sana, watu hawana kawaida ya kupima, watu wanakunywa tu dawa kiholela. Nadhani hilo pia ni moja kati ya kwa nini watu wengi sana nchini Tanzania saa hizi wanasumbuliwa na matatizo ya figo. Yaani, mtu anaenda ananunua tu panado, anakunywa azuma, kila mtu anaijua azuma. Mtu akijisikia tu kichomi, anaenda kuchoma sindano, mtu akijisikia tu kidogo si mgongo ifanini, kitu ambacho sio sahihi. Dawa ni sumu, ni miongoni mwa sumu ambazo zina ufanisi mkubwa sana kukuharibu mwili wako. Kwa hivyo, kwa makini unapotumia vitu hivi kwa sababu sio salama mwilini. Kila kitu ulichokitaja hapa unaweza ukakitumia, lakini vingi havishauriwi kutumia kwa sababu kuna mbadala mzuri wa afya kabisa. Kwa hivyo, usitumie kama hautaki kutumiwa na hauna sababu ya kutumia, hivyo itakuwa ni vyema sana kwako na kwa afya yako. Kumbuka chakula ni dawa. Kwa hivyo unatakiwa ule kitu ambacho ni kizuri ili mwili wako upone na uimarike zaidi. Enjoy. So, mpaka wakati mwingine, bye bye.